Usisahau kusubscribe kucomment kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali mbali kutoka Dar24 Media. wekezaji na maeneo maalumu ya kiuchumi, sheria ya uwekezaji na maeneo maalum ya kiuchumi ya mwaka 2025 ambayo pamoja na mambo mengine inaanzisha mamlaka ya uwekezaji na maeneo maalum ya kiuchumi kwa pamoja. Tumechukua kituo cha uwekezaji na maeneo maalumu ya kiuchumi na kuyafanya pamoja na kutunga sheria moja. Mheshimiwa Spika, kilimo kimeendelea kuwa uti wa mgongo wa taifa letu kwa kutoa ajira nyingi na kuchangia kwa kiasi kikubwa pato letu la taifa. Kwa kutambua, kwa kutambua mchango Asante. Kwa kutambua mchango wa sekta hii kwa maisha ya Mtanzania wa kawaida, serikali imeongeza bajeti ya kilimo kwa zaidi ya asilimia 300 toka shilingi bilioni 294 mwaka 2021 hadi shilingi trilioni 1.24 mwaka 2025. Shabaha yetu kuu ni kuongeza tija pamoja na kuweza kujitosheleza kwa chakula. Mheshimiwa Spika, katika kuongeza tija, serikali imeongeza upatikanaji wa mbegu bora imeongeza upatikanaji wa mbegu bora za kilimo kwa asilimia 41.9 kutoka tani 50,747 mwaka 2021 hadi tani 72,031 mwaka 2024. Aidha, uzalishaji wa mbegu bora ndani ya nchi umeongezeka kwa asilimia 61 kutoka tani 34,797 uh, mwaka 21 hadi tani 56,114 mwaka jana 2024. Pia tumewezesha maabara ya mbegu na taasisi ya kudhibiti ubora wa mbegu kupata ithibati ya kimataifa na uzalishaji, ya uzalishaji wa mbegu. Hatua hii imewezesha uzalishaji wa mbegu bora unaoleta tija kwa wakulima. Mheshimiwa Spika katika hatua nyingine serikali imeongeza upatikanaji wa mbolea toka tani laki sita elfu sabini na sita na kumi na saba mwaka ishirini na moja hadi tani milioni moja point mbili moja mwaka ishirini na tano hii ni sawa na ongezeko la asilimia themanini point tisa ya makisio ya mahitaji ya tani milioni moja point tano za mbolea